Msanii wa Uganda Allan Toniks, ebana amezua gumzo mitandaoni. Yote hii ni mara baada ya kuweza kueleza hisia zake hasira za kutosha kabisa. Yote hii ni mara baada ya kuweza kulipwa pesa kidogo ambazo zinakadiriwa kuwa chini ya dola 1000 kwenye tamasha, huku Diamond Platnumz yeye akilipwa zaidi ya shilingi ambazo ni milioni 750 za Uganda, ambazo ni sawasawa na Tanzania shillings milioni 600 kwa kushiriki na kuhamasisha tu kampeni za kahawa nchini humo, kupitia ukurasa wake wa Instagram lakini pia ukurasa wake wa X eh, wa ambapo zamani ilikuwa inafahamika kwa jina la Twitter. Toniks yeye ameandika hasira zake huko, akiwa anasema hivi bana, wanasema kunipa chini ya dola elfu moja nikikataa, watasema anajifanya. Akaja kuweka Eh, mwishoni kabisa amemaliza kwa kusema acheni ujinga. So kauli hii imezua mijadala kwenye mitandao ya kijamii. Wapo watu ambao wanasema kwamba hatua ya kuweza kumleta Diamond Platnumz ni ya maana sana kwa sababu anavutia macho ya kimataifa, lakini pia wengine wanasema kwamba kumdhalilisha vipaji kama hivi vya ndani inaonekana kabisa kama ni vile ni dharau, lakini baadhi ya watu wakiendelea kusimama na Diamond Platnumz. Wengine walikumbusha kuwa wakazi wa Kiteezi walihitaji milioni mia mbili za Uganda kuboresha maisha yao, lakini serikali ikaamua kumlipa pesa za kutosha kabisa Diamond Platnumz kwa ajili ya kuweza sasa kuperform lakini pia kuhamasisha e, masuala mazima ya kahawa nchini humo. Laki, tukio hili limeweza kuibua maswali juu ya kipaumbele cha serikali na umuhimu wa kuweza kuwekeza kwenye wasanii wa ndani huku pia ikiwa ni changamoto kwa baadhi ya wasanii wa Uganda kuonekana kabisa kwamba brand zao ni kama vile zinashushwa. Zaidi yote hii ni mara baada ya kuweza kulipwa Diamond Platnumz pesa za kutosha. Imagine shilingi eh, milioni 750 za Uganda kuweza kulipwa Diamond Platnumz, ambazo sasa sawa na pesa za Tanzania shillings milioni 600, aliweza kupewa kwa performance moja tu na kuhamasisha masuala mazima ya kahawa nchini humo.